Uh, bayo unagawana wa jukumu amri mpya anawaka pendaneni. Uh, ile ni somo tunasikia kutoka moja wa masomo yetu matatu ya leo. Watoto, amri ya mapendo Yesu aliweka siku gani? Swali rahisi tunaanza nayo. Huyo mai maiki, huyo huyo takaonyesha wa kwanza anajibu kwa sauti. Siku ya Alhamisi Kuu